Kwa majina naitwa Josephine Peter Mosha ndio. Na nini hasa kimetokea hapa katika nyumba? Kilichotokea hapa ni uvamizi. mm -hmm. Mi naweza kuita uvamizi kwa sababu uh, hatukupewa taarifa yoyote kwamba kuna kitu kama hichi kinatokea kinakuja kufanyika hapa, na ndio hivyo nini hasa, sasa uh, kiufupi nitaweka kiufupi sana. Sisi tulinunua hii nyumba mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Uh, na mwanzo wake ilikuwa ni kama tu kawaida mtu unavyoona nyumba inata, inatangazwa kwamba inauzwa, tukaipenda nyumba tukafata taratibu za kwenda kukagua mmiliki wa nyumba kwamba zile dokumenti zinaendana na anayetuuzia na baada ya hapo tukaenda kwa mwanasheria, alikuwa na dokumenti gani, alikuwa na ye mikataba yake ya, ya manunuzi ya kiwanja alafu alikuwa na invoice e, ya ile zile dokumenti za jiji ambazo haikuwa hati lakini baadaye, sisi baada ya kununua tulienda tukatafuta tukapata mpaka hati ndio, e, e, kwa hiyo tuliofuata hizo nani, I mean, tulivyoenda kwa mwanasheria pale, tukafanya utaratibu wote, na kati ya vitu ambavyo pia tulikuwa concerned navyo ni kuhusu familia. Je, huyu mtu ana familia kweli? Na tukamuuliza pale mbele ya mwanasheria, mwanasheria akamuuliza kwamba, uh, una familia, una mke au una watoto, na kama una familia uh, ingetakiwa mke wako awepo hapa kwa ajili ya kusaini hizi documents. Akasema hana familia. Alisema hana familia, ana mwanamke amezaa naye, na ikabidi asainishwe ile affidavit eh, uh, yes, ile fomu ya kiapo. Ndio baada ya hapo, hapo tukafanya nani biashara, tukauziana, tukaanza tumeanza kuishi hapa hiyo hiyo mwaka elfu mbili na ishirini na tatu mpaka sasa hivi mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Sasa hii ambapo sasa hii changamoto imeanza kufanya nini kutupata, na imetupata kwa namna gani? Kama uh, wiki mbili zimepita, walikuja watu hapa wakaleta wamesema summons kwamba tunatakiwa tutoke within 14 days. Sasa tukajiuliza, je, kuna shida gani? Tulipompigia muhusika alituuzia, akasema kwamba hakuna changamoto yoyote ye na huyo mwanamke alioza naye walishamalizana, kwa hiyo kabisa twende sasa huko nini kwenye mahakama ya wilaya kwa sababu ndio ilipotoka hiyo nani mahakama ya mwanzo amini tulipoenda pale wakatuambia, nyinyi hamuhusiki kwenye ili shauri la divorce. Kwa kama hamuhusiki kwenye shauri la divorce, na nyinyi ndo tayari mmenunua hiyo nyumba na mnaishi ndani na tayari mnaumiliki, itabidi mkafungue shtaka lenu kwenye mahakama ya ardhi, ili wale watoe zuio la la nyinyi kutoka kwenye hiyo nyumba. Kweli tukafata huo utaratibu, tukaenda kule kwenye nani mahakama ya ardhi ya, ya wilaya tukapewa ile zuio tukawapelekea hawa hiyo kampu, kampuni ya Option Mats, sijui wanaitwa e, hawa madale wa mahakama tukaipeleka. Lakini kabla hata hizo siku hazijafika wa wamekuja wamekuja, ndo kama hivyo, sisi hatukuwepo tulikuwa tuko kazini, tukaa ukapigiwa, mbona kuna watu wanatoa nani vitu nje? Ndio ikabidi sasa tuanze kukimbia kimbia, kurudi ndio tumekuta hali kama hivi. Baada ya kufika hapa, baada tulipofika tu hapa tumeona sasa hatuwezi kugombana na hawa nani hawa, kwa sababu tu, kuenda... walikuwa na silaha. Sisi tukaona walikuja na silaha ndio walikuwa na silaha vipi? Yani walikuja watu na mitutu hapa, walikuja watu na mitutu, wametushikia mitutu. Kwa kweli hata mimi mwenyewe kama binafsi nililia, nikasema hata kama ingekuwa mtu amekosea na makosa, unyama huu sio mnene, sio mzuri. Kila jambo linakuwa liende kwa utaratibu ulio nini ulio sahihi, unaona. Labda nataka nifahamu, wewe kwa historia ya hapa kwenye nyumba hii, unajua unafahamu nini nani uliweza kumwona awali mmiliki? Mimi, mimi niliyekuepo nimemwona na aliyekuepo amekuja anasimamia mpaka wanajenga hapa ni anaitwa yule ni askari anaitwa Alwaswai ndo ile mkoja namuona hapa, ndo ile simamia kujenga na watu walikuwepo wakifanya humu humu kazi, watu maana, wakati huo mimi nilikuwepo kama mjumbe wa serikali ya mtaa, kwa hiyo wala swali ya kati, anaendelea na ujenzi. ukuwahi kumuona amekuja na watoto? ukuwahi kumuona ana mke wala kuishi hapa? Yani kwa kweli mimi tu mke wake, kwa binafsi yangu siwezi kusema uongo, mimi sijawahi kumuona. kwa utaratibu unavyofahamu, kwa ujumbe wako hmm, mtu anapokuja kufanya zoezi kama hili, anatakiwa kuja na nani na nani kwenye kuhu. Yaani, utaratibu unakuwaje wanapokuja? Yeah, kwa sababu hii ilikuwa ni mara ya kwanza. Mm, sijawahi shuhudia tukio kama la jana. Mm, tukio la jana lile mimi sijawahi tangu mimi na miaka sitini na tano, lakini sijawahi shuhudia, jana ndio nilishuhudia. Mm, sasa kipindi wanaanza toa vile vyombo, mm, niliwaambia, sasa huyu ana eneo lake ambayo ni hili hapa. Mm, kwa nini hivi vyombo msiweke msiweke kwenye eneo lake kama mnamfukuza kwenye hili kwa hiyo wewe bado ufahamu taratibu za, za, yani ufahamu kwamba mtu anapokuja kufanya zoezi kama hili inakuwaje? Ni kweli, sijafahamu walichonionyesha ni, ni ile barua iliyotoka mahakamani na polisi walipita, polisi baada wakapewa na ni, ya kuja kumtoa huyu kwa nguvu. mm. Wewe ujumbe wako umeanza, una muda gani sasa? na, na miaka 16 na, na miaka 16, na, na miaka 16. Yeah. nataka unipe historia hii nyumba awali ilikuwa ni ya nani nani anaimiliki hapa hii nyumba hii nyumba mimi naifahamu nilikuwa namfahamu aswai mm -hmm. ni mwenye nyumba mm -hmm. lakini huyo mwanamke kwanza simfahamu, kwanza simfahamu, kwanza simfahamu, kwanza simfahamu na nazikuwa sifahamu kama aswai ana mwanamke yeye yeah. huyo mmiliki la aswai ambaye aliuza hii nyumba kwenda kwa huyo bwana Kevin unayemtaja amewahi kuishi hapa ndani ndani aswai yeah Asa so, alikuwa naishi hapa. Alikuwa naishi na nani? kipindi hicho nini nii nikwagena mwana